sasa miaka miwili na ushe nyumba hazijaisha sasa kanali nataka kuanzia leo hii site nimekabidhi jeshi la wananchi TBA nimewafuta nime hapa nimewaleta ninyi msimamie hapa asiwabugudhi mtu yoyote mfanye kazi katika kipindi kifupi hizi nyumba zikamilike mkishamaliza kuzikambizi kuzikamilisha, nitakuja nije ni wakabizi magereza, waendelee kulala Dia na wafungwa wao. Wow, plani yako itakuwaje kesho? naanza utaratibu wa kuleta wataalamu kwa ajili ya kuanza ujenzi mara moja. kazi itafanyika usiku na mchana, tawasha taa, sio mchana tu, ndio maana na confidence kusema kwamba itamalizika sio zaidi ya miezi mbili na nusu. Safi sana kabisa, yes. bilinanususaf. Kwa hiyo hapa nisimuone mtu wa TBA nisimuone mtu wa magereza kuja hapa. Muacha hawa jeshi la wananchi wafanya kazi zao. siku watakapokuja kunikabizi na mimi nitakuja hapa, watu wa magereza nitawakabizi. Kwa hiyo watu wa TBA kuanzia leo nimewafukuza hapa, muambie hivyo. Nitakachokuja kufanya tu nitakuja kufanya evaluation ya pesa yangu niliyoitoa bilioni kumi, imetumika wapi, ili kusudi kama wameitumia vibaya waitapike, na wataitapika kweli. Kwa hiyo Kana aliendelea, nashukuru sana afande. Mechoka maneno, sitaki maneno. Kana, alisimamia hii kazi tusimalize. Panga wewe wewe ndi, ulijenga Mererani umejenga nyumba arobaini na tano kule Dodoma, yes, za makao makuu hutashindwa nyumba hizi, asiwezi kushindwa. Jenga jeshi halishindwi, halishindwi, fanya kazi, jenga, siku tutawakabidhi magereza wakafurahie kwenye nyumba zilizojengwa na jeshi. Yes, inawezekana siku moja wataanza kujifunza kuona aibu lakini siku moja wasije wakashangaa, ninamteua mkuu wa magereza akawa mwanajeshi. Mungu awabariki.